Wenyewe kwa wenyewe, katika maisha yenu huwa hamwaminiani, kwa sababu uaminifu kwenye jamii haupo. Fedha zako ulizonazo unazitunza mwenyewe, huwezi kuziwacha hivi hivi. Ukienda kwenye kituo cha mafuta kuweka kwenye bodaboda yako una wasiwasi. Wewe mwenyewe uko katika hali hiyo, hata viongozi wako wa dini huwaamini hata kula hii sadaka, lakini ukashajihishwa kwamba huyu hafai. Sasa akishaondoka hakuna tena mjadala? Au kabla ya kuondoka, nani anayefaa? Ni dhahiri sasa hivi kuna uchochezi mkubwa unaotoka sehemu mbalimbali kwa watu mbalimbali, ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa kuwataka vijana wa nchi hii waiharibu nchi yao, wakati wachochezi hawa wakiwa wao si waathirika au hawatapata madhara yoyote yatakayojitokeza. Kadhalika, katika khutuba ile tuliitaja hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam inayohimiza utiifu kwa kiongozi, na tukaiongezea kauli ya mmoja katika wanavyoni wakubwa wa Kiislamu, sheikhul Islam Ibnu Taimiya aliposema waqalla Man kharaja ala imamin dhi sultanin illa kana ma tawalada ala fi'lihi min ash-shari a'dhamu mimma tawalada min alkhair, Mara nyingi watu waliotoka nje ya uongozi wakamwasi kiongozi, yaliyozaliwa katika shari yalikuwa ni makubwa zaidi kuliko yale yaliyozaliwa katika khair, na hapa tukatoa challenge tutajiwe na wasomi wafani mbalimbali mbali huko duniani, nchi moja ambayo ilifanya mapinduzi ikamtoa kiongozi ikaua ikachoma ikadhuru, halafu baada ya muda mfupi wale waandamanaji na waliofanya matukio yale wakapata maisha mazuri sana, wakawa na magari, wana kazi za maana, wana majumba Tumeiacha chalenji hii tukisubiri. Isipokuwa upande wa pili sisi tuliona na tukazitaja nchi kwa mifano. Haya anayoyasema mwana wa chuoni huyu, aliyemwelewa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam vizuri sana, madhara yalikuwa ni makubwa tangu wakati huo mpaka sasa. Katika hotuba yetu ya leo ya tarehe 14 Jumada al-Akhira mwaka 1447 sawasawa na sawa tarehe tano 5 mwezi huu wa 12 mwaka 2025 tunaendelea kutoa nasaha zetu na na miongozo katika jambo hili hili tukimtaka kila mtu achukue nafasi yake katika kuilinda amani na utulivu tulionao katika nchi yetu na nasaha zetu zitakwenda sehemu nne. Sehemu ya kwanza vijana. Kwa kiasi kikubwa, jambo hili limeelekezwa kwa vijana. Hamasa yote inayotolewa na uchochezi wote unaochochewa unaelekezwa kwa vijana ambao wanaoita Gen Z, kifupi cha Generation Z. Katika moja ya hotuba zetu tulieleza haya mambo ya vizazi na namna anavyovigawa vizazi. Generation Z ni wale waliozaliwa kwa mujibu wa hawa watu wa makuzi ya watu na idadi ya watu, ni wale waliozaliwa mwaka 1996 mpaka mwaka 2012. Hichi kizazi kilichokuwa kikaziona internet kikaona simu na kompyuta na maendeleo makubwa ya teknolojia. Hamasa kubwa imeelekezwa huko. Vijana, nyinyi ndiyo mnaotakiwa kutumika katika kuzipitisha ajenda za watu, katika kupitisha malengo maovu ya kutaka kuleta vurugu na uvunjifu wa amani katika nchi hii, yakitumika maneno matamu kwamba hiki kinachofanyika ni maslahi kwenu nyinyi vijana, ndiyo kujikomboa ndio jambo litakalowaletea maendeleo na kuwakwamua kutokana na hali ngumu mlizo nazo. Wakati mwingine hutumika hali ngumu za maisha ili kuchagiza kuzipitisha ajenda hizi za kutaka vijana wavuruge nchi zao, na wakati mwingine utaambiwa kwamba hii hali ngumu ya maisha hii imesababishwa na mtu fulani na ili iondoke hali hii, lazima aondoke. Aondoke vipi? Ingieni barabarani. Sasa mkishaingia barabarani, nyinyi shughuli yenu ndio imeishia hapo. Nyinyi hamkuwa na mjadala wa kwamba baada ya huyu nani ni muaminifu. Nyinyi wenyewe kwa wenyewe katika maisha yenu huwa hamuaminiani, kwa sababu uaminifu kwenye jamii haupo fedha zako ulizonazo unazituza unazitunza mwenyewe, uwezi kuziwacha hivi hivi. Ukienda kwenye kituo cha mafuta kuweka kwenye bodaboda yako una wasiwasi wewe mwenyewe. Uko katika hali hiyo, hata viongozi wako wa dini huwaamini hata kula hii sadaka, lakini ukashajihishwa kwamba huyu hafai. Sasa akishaondoka hakuna tena mjadala, au kabla ya kuondoka, nani anayefaa, anaweza kuyaleta yale maslahi na yale mambo ambayo tunaahidiwa mjadala huo haupo, na hautakuwepo na haujawahi kuwepo. Na hii nayo ni challenge nyingine, tuletewe katika nchi zote zilizofanya vurugu na machafuko, vijana walishiriki vipi katika kumchagua wanayemtaka? Ndio uone kwamba katika jambo hili kuna shari kubwa ndani yake, na hakuna khairi. Mimi najua vijana wengi hawaungi mkono haya mambo isipokuwa ni kundi la watu wachache. Kwa sababu katika watu milioni sitini wakipatikana watu milioni moja laki saba, laki nane huwezi kusema ni wengi, ni wachache sana. Wako kwenye mitandao huko kwa nia na malengo wanayoyajua wao, ndiyo wanashajihisha haya mambo, huku jambo likionekana kubwa lakini wengi katika vijana tunaozungumza nao hawayaafiki haya mambo. Mimi na wanasihi vijana wenzangu na ujumbe huu, namuomba Allah uwafae sasa hivi na baadaye, kwa sababu chokochoko hizi hazitakwisha. Huu ni mwanzo na zitaendelea kwa kadri ya hitaji hiyo ni wanasihi vijana kuwa hii miaka tunayoishi na hizi zama tunazoishi, hii ni miaka ya hadaa na ni zama za uongo, zama za uovu, zama za udanganyifu, zama zinazohitaji utulivu katika maamuzi na kusikiliza miongozo ya maandiko matukufu maandiko ambayo malengo yake ni kuwaongoza watu na kutaka watu waishi maisha mazuri hapa duniani na akhera. Kinyume cha hivi tutayumbishwa. Kwa nini? Kwa sababu wasemaji wamekuwa wengi na hawana miongozo, miluzi imekuwa mingi. Hawa wanaojifanya kuwa wanapigania haki zenu Hawa hawapiganii haki zenu, hawa kwa hakika wanatumia nyinyi kama daraja ili kuutekeleza mpango wao wanaoutaka. Niwatilie nguvu kwa maneno ya Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi aliposema, sayati ala nnas sanawatun khadda'at yusaddaqu fiha lkadhibu

Yasikilizeni, halafu muyatafakari, muyaingize katika hali halisi ya maisha yenu. Sema, itawafikia watu miaka ya udanganyifu, miaka ya hadaa, atasadikishwa muongo na atakanushwa mtu mkweli, mtu wa khiana ataaminiwa na mtu mwaminifu ataonekana ni mtu wa khiana, na ataongea ruwaibidha katika zama hizo msamiati huu masahaba wakataka kuufahamu vizuri ruwaibi dhannani? Mtume akasema ni mtu mpuuzi, mtu duni anazungumza kuhusu mambo ya umma. Hii ndiyo hali halisi tuliyonayo katika miaka yetu hii: uongo, hadaa, upuuzi, mambo kwenda kinyume kinyume Muongo aonekane mkweli, mkweli aonekane muongo, mtu anayetetea maslahi yake mbinafsi, tapeli aonekane ni mwaminifu, mtu mwaminifu ataonekana hafai. Mzungumzaji wakati huo, anayezungumza mambo ya umma, mambo mazito kabisa, ni mtu mpuuzi puuzi kabisa.